Pilata, kutoka Karagwa au, ah, kutoka Karagwa, ulikuwa na shida gani na ni nini Mungu amekutendea ulipo ulipo ibada ya Jumatano? Ndio, aha. Na nini kinatokea? nikampitia baba akanipa maelekezo. Baada ya kutumia hapo, nikamwambia baba, yanazidi kuongezeka tu maumivu, akaniambia usijali mwanangu, utakuwa sawa. Sasa uh -huh. me... hivi najisikia mguu huko vizuri na kiungo kiko vizuri kwa hiyo baada ya ukanaga mafuta nikuzuria y Jumapili nimwambia baba, tumepata msiba, kaniambia tuma sadaka, nitatuma sadaka okay. Kwa hiyo saizi uko sawa, sawa. Unamwaibisha shetani kwa sababu ameshindwa. Hebu mchapie Mungu makofi. Na kija, unawaambia nini wanaokusikiliza na kukutazama, kile Mungu ametenda kwenye maisha yako bwana yakoda Yaani mume wako ameongeza mme mke wa pili alafu mama mke wako anataka wewe utoke, au yule atoke ioke ii nini kikatokea. Nikampigia baba simu, nikamwambia anazoongea yule mama, ndiyo ndio akaniambiaauma wanau usiwe na wasiwasi, ila leo yule mama amekuja nyumbani mm, e, wakati nijiandaa kuja kanisani, ndiyo akapita kwa jirani na nenda naondoka, so na mwanangu, maana mwanangu anateseka. Hebu chapa makofi! Wow! anyway, anyway, ye, no kwa Yesu, haleluya! Walikusudia kumuonea, lakini Mungu mawazo yake ni tofauti na wao na wewe. Niona yeye wanakuanzia mabaya yanawarudia wao, kwa chini ya Yesu haiwezi. Wataunga wangu tena hiyo biashara wataona unawaambia nini sasa, mamangu anaokusikiliza naambia wamwamini so, Mungu wa mahali hapa anatenda. Baada ya kusikia hayo, ulijisikiaje? ilijisikia vizuri, ukajisikia vizuri. Amesema Mungu nimetembea mwajiani, nasema Mungu wapatikaaenikaa, endelea kujirinja <laughs> neema ya Mungu ikazidi juu yako katika China Yesu Kristo, kwa mabaya yote hayatakupata, ninaomba nikiamini. Amen.